Najua wewe ufanye kazi ukulu eh? Sasa si uniachie kazi ya ukulu nifanye ndugu yangu. Na unajua mtu wa, wa, wa kualika watu ikulu ni mimi, na ukiona ikulu pale viongozi wengi wanakuja ikulu. Juzi nilikuwa na viongozi wa Meru. Hii wiki peke yake nimeonana na viongozi wa kutoka uh, Western Kenya, wabunge karibu 40 walikuwa pale Sio wote walikuja, kuna wengine hawakukuja. Nimekutana na viongozi wa kutoka uh, Lower Eastern hii, hii wiki hii. Sio wote walikuja, kuna wengine hawakuja. Unajua kuja Ikulu hakuna lazima, ni kwa mtu kupenda, na ukishapatia mtu mwaliko na asikuje, huwezi sasa kumwekea lawama. Lakini wacha nikueleze ya kwamba um, mimi niko mlimani na mimi nimekueleza, mimi ndio huyu hapa, na hii mlima vile nimetembea hii mlima nimetengeneza urafiki na watu wa mlimani hapa, hata ingawaje kuna changamoto nyingi za kitaifa, sijapata nafasi ya kutembea kila mahali vile ningependa. Unaelewa ya kwamba baada ya mambo yaliyofanyika eh, mwaka uliopita hatukuweza kupitisha eh, finance bill ambayo ilikuwa na mipango mingi ya serikali ya Kenya. Ikabidi mimi nifanye ukarabati, ndio mambo yaweze kuendelea Kenya vizuri. Nikapanua serikali, ndio tuweze kupata uwezo wa kusukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nikapangana na watu wengine wengi, ili tuweze kwa sababu mimi mpango yangu ni vile Kenya itafaulu, ni vile manifesto niliowauzia wauzia wa Kenya wakanichagua itap, itatekelezeka. Hiyo ndio mpango yangu, na ndio sababu hiyo kazi sasa nimefanyia ukarabati. Sasa imeshika laini, uchumi imeshika laini, nime, eh, kwa sababu uchumi imeshika laini nimepanga sasa vile affordable housing inaendelea, universal health coverage inaendelea, markets inaendelea. Hostel zinaendelea, barabara ndio hizo nimekamilisha. Karibu wika, eh, wiki moja imepita eh, zaidi ya bilioni mia moja sabini tumepata kutoka market kwa sababu tumechunga uchumi wa Kenya. Sasa barabara za maumau zinaendelea nji, eh, eh, sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano, wacha nikueleze barabara za maumau tuko na kilomita mia tano na sitini. Kiambu, Moranga, Nyeri, sehemu kidogo Nyandarwa, sehemu kidogo Embu, sehemu kidogo Tharakanithi. Hizo barabara kwa ujumla is above, is above 55% zikiendelea. Ile kidogo nimepata matatizo nayo ni barabara ya pale eh, barabara ambayo inaunganisha eh, Maragwa, Kandara, eh, eh, Kiharu na Kangema. That is, it's about 31 kilometers. Hiyo ndio kidogo iko chini about 5, 5%. Na tayari tumezungumza na contractor pale. So na some of those roads I am going to inspect them because they are going on in my trip. Asante, asante Mheshimiwa. Vile vile acha tu nikueleze. Vile vile kwa sababu ni vizuri nikueleze na niwaeleze wananchi wa hapa eh, county hii vilevile vile, nilienda China e, mwaka uliopita 2023 na nikapata pesa karibu shilingi bilioni 36 ya barabara. Kwa hizo, hiyo shilingi bilioni 30 na 6, nilichukua bilioni 15 nikaweka hapa mlimani hapa Nyeri hapa. Nimeweka barabara ya kutoka Ishamara kwenda Rutune mpaka kwa river pale hiyo kilomita e, karibu 45 inaunganisha Mkuruweini na, na, na Tetu. Nimeweka e, Nyandarwa barabara mbili, barabara ya kutoka Ndaragwa e, e, kwenda Kanyagia mpaka Subuku, almost 50 kilometers saa hii inaendelea. Ukiuliza mjumbe wa pale anaitwa e, George Gachagua, atakwambia hiyo barabara inaendelea nimeweka 44 kilometers pia barabara pale eh, Nyandarwa ambayo saizi inaendelea. Tumeweka kilomita 90 90 kilometers barabara za Kiambu between Kabete eh, Kiamba and Kiambu zinaendelea as I talk to you. Tumeweka barabara ya Kirinyaga kutoka mahali inaitwa PI hiyo barabara saa hizi almost another 50 kilometers inaendelea, as I, uh, as I talk to you. Kuna zingine bado tuko na matatizo kidogo na contractors, lakini sasa tumemaliza the procurement issues na matatizo ambayo tulikuwa nayo, so another 400 kilometers mbali na 560 ya maumau mau. Barabara zingine 400 kilometers hapa mlimani almost a total of a thousand kilometers ya barabara inajengwa hapa mlimani. As nimesikia hata viongozi wengine wanasema, oh, Ruto ni muongo sijui hakuna kitu amefanya. Sasa nikuulize, mimi nilikuja hapa, tukaenda hapa, just not far from this state house. Hapa Katonganga. Eh? tukaanzisha ile barabara inatoka Maroa, napitia hapo kwa Wamboi, napitia hapa kwa Wamunyoro hapa, kwa Wamunyoro. Kwa Wamunyoro hapa, mahali huyo mtu anasema ati ati hakuna kitu nimefanya, barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza. Mheshimiwa, mheshimiwa, anyway, tuachane na hiyo story, haya tuendelee. <laughs> Mheshimiwa. <laughs>